Tumepiga hatua na tunaendelea kupiga hatua, inywe aba munu Bukoba mwaka 2025 kazi ni moja tu, kueleza mafanikio ya sekta ya maji Bukoba mwaka 2025. Ofa ipo, wanatusema kwa mengi, hili ni letu. Hivi unajua, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa ofa maalum kuelekea wiki ya maji. Ndio, kwa wale wote wenye madeni, kulipia nusu ya deni lako ili kurejeshewa huduma ya maji, na nusu ya deni lililobaki, BUWASA inaingia mkataba na wewe ili kulipa kidogo kidogo. Ofa hii ni kuanzia Machi sita, hadi Aprili 16, 2025. Ni hivi, tupigie simu bure tukuelekeze namba 0800712080 au 0800110146 inywe abamunu